Sehemu ya kwanza. Kuzaliwa kwa nyota. Ardhi ya Unyamwezi huko kanda ya ziwa ilijipinda kwa vilima laini vilivyopakana na ziwa Victoria lilioenea kama bahari. Ilikuwa ardhi iliyojaa siri na hekima za kale, ambapo mizimu ya mababu iliishi katika miti mirefu ya miombo na hewa ilibeba sauti za ngoma za jadi. Katika miaka hiyo ya giza ambapo giza la utumwa lilikuwa likianza kutanda na miguu ya wageni weupe ilianza kukanyaga ardhi takatifu, ndipo nuru ilipopasuka kwenye kijiji kidogo cha Buyombe kilichojificha katikati ya misitu minene na vijito vinavyotiririka taratibu, kulizaliwa mtoto wa kiume. Mama yake Bibi Kanyaga alikuwa mwanamke mnyenyekevu na mcha Mungu ambaye alikuwa akitamani mtoto kwa miaka mingi. Baba yake mzee Nwanaki alikuwa mwindaji stadi na mshauri wa wazee wa kijiji, akijivunia busara na hekima iliyorithiwa kutoka kwa mababu zake. Usiku waliozaliwa mtoto huyo, anga lilijaa nyota zenye kung'aa isivyo kawaida, na wazee wengi walinong'oneza kuwa ishara hiyo haikuwa ya kawaida. Mtoto huyo aliitwa Malundi. Jina lililomaanisha mwenye nguvu za kipekee katika lugha yao. Tangu utotoni, Malundi alionyesha dalili za kuwa tofauti na watoto wengine. Alipokuwa akitambaa, nyoka walimwogopa na kupisha njia. Alipocheza na wanyama wadogo, walimfuata kwa upendo na utii. Macho yake yalikuwa yakimulika kwa hekima isiyoendana na umri wake mdogo, na mara nyingi alionekana akitafakari kwa undani kana kwamba anasikiliza sauti zisizosikika na wengine. Wazee wa kijiji waliozoea kusoma ishara za dunia walimtazama Malundi kwa hofu na heshima. Walikumbuka unabii wa zamani uliotabiri kuzaliwa kwa shujaa ambaye angekuja kuwakomboa watu wao kutoka kwenye mateso. Unabii huo ulisema, Nyota itang'aa gizani na mvulana aliyezaliwa chini yake atabeba mzigo wa watu wake. Atakuwa na nguvu za kale na mikono yake itatekemesha miamba na kukausha mito. Walijiuliza, je, huyu ndiye huyo Malundi ambayo unabii uliongelea? Wakati Malundi akikuwa, uvumi wa uwezo wake ulianza kuenea zaidi ya mipaka ya kijiji cha Buyombe. Alionyesha uwezo wa kipekee wa kuponya magonjwa kwa kugusa tu na alizungumza na wanyama kana kwamba ni binadamu wenzake. Lakini jambo lililowashangaza zaidi wengi ni uwezo wake wa kuona yajayo na kutambua hatari kabla haijatokea. Wakati utumwa ulipoanza kuongezeka na wafanyabiashara wa watumwa walioongozana na askari wa kizungu walipoanza kuzunguka vijiji, Mzee Ngwanaki na wazee wengine waliona nuru ya matumaini katika macho ya Malundi. Walijua kuwa safari ya kijana huyu ilikuwa imeanza, safari ambayo ingeandika upya historia ya nchi yao.